Mbona leo huna raha? Hebu niambie, kuna shida gani? sijakuzoea hivi. Ujue wala hakuna shida yoyote, ila najisikia hovyo. Kwa nini ujisikie hovyo wakati niko na wewe? Au leo hukutaka nilale hapa kwako? Nataka uniambie ulikuwa wapi wiki nzima, na kwa nini ulikuwa haupokei simu zangu? Kumbe hicho ndio kinachokufanya ukose raha. Hebu acha wivu bwana au nadhani nilikuwa na mwanamke mwingine huko nilipokuwa? Ndiyo, hebu usinifikirie vibaya bwana, mimi nilikuwa kazini. Ni kazi gani hiyo ambayo uruhusi kupokea simu zangu? Au unanidanganya kuwa huna mke kumbe unaye? Mimi sitaki shida ujue. Usiogope bwana, mimi sina mke, ila siku ukijua kazi yangu utaelewa kwa nini huwa napotea nikienda huko. Ehe. Hebu niambie, nikufanyie nini ili ufurahi? Ninunulie kitanda kikubwa cha mbao? Tutakivunja walahi, heri tuendelee kulalia hiki cha chuma <laughs> hivi, unajua huna akili wewe, unadhani uongo? Yaani kwa hizi purukushani za usiku kitanda cha mbao lazima kivunjike na majirani wote watajua kinachoendelea. Ila usijali, nitalifanyia kazi ombi lako. Sawa. Halafu hebu niambie ukweli, hivi una mwanamke mwingine huko nje? Naanzaje kuwa na mwanamke mwingine kwa huu uzuri ulionao na haka kajoto kako? Nawezaje kukasahau? Hivi ujue unanichanganya sana, we mtoto. Natamani ungeniona nilivyokuwa natapatapa kama mfamaji kwa kuwa mbali na wewe. Kwani ulinimisi? Nilikumisi sana mpenzi wangu, yaani nilikuwa natamani nikuite ila sema tu mazingira ya kazi hayaruhusu. Mm, ya mami, ulimisi nini sasa? Nilimisi vingi mno, yaani nilimisi hadi hiyo mikono yako unavyonishikaga kama hivi, na unajua kunishika kweli. Hivi ulifunga mlango? Lakini ndiyo, nilifunga. Haya, huu ni muda wa watu wazima, tuendelee na mambo yetu sasa. Mbona una haraka hivyo? Nina njaa mpenzi, tena nina njaa kali ya wiki nzima. Angalia usije kupaliwa. Wala siogopi kupaliwa, kwa sababu nina daktari anayeweza kunitibu maradhi yote. Ni nani huyo anayegonga mlango kwa fujo hivyo? Ee Mungu jalie asiwe Mudi. Hata sijui ni nani, nyumba za kushea hizi. Hebu ngoja nikaangalie. Mudi, unafanya nini hapa? Sibakuja kwa mke wangu, hebu nipishe ningia ndani. Huwezi kuingia ndani Mudi kwa sababu mimi siyo mke wako, halafu umelewa eh? Ndiyo, imelewa kwa sababu wewe unijali tena na wala unipendi kama mwanzo. Jamani, mbona hivyo? Mimi silikupa taarifa kabisa kwa wiki hii sita unaana na wewe. Ongea basi kwa sauti ya chini kama kweli unanipenda. Mfukuze mbaba wako kidume, ingie ndani. Kwa ukidume gani ulionao, wakati alioko ndani ndio anakupa kula? Unaona sasa ushanza dharau. Hapa ni kwangu, mwambie atoke. Mpenzi, kuna shida gani huko? Nije nikusaidie? Hapana, usiwaze, ni jirani tu, namalizana naye. Mudi, naomba uondoke kabla hujaharibu mambo. Siondoke, nataka aingie kwangu nilale. Kama kuna mtu mwambie atoke. We bwege, kila siku huna unachojua zaidi ya kulewa na kuja kuniharibia madili yangu kwa ujinga wako. Sikiliza, kama bado unataka kuwa na mimi, ondoka kwangu kabla sijakuitia mwizi. Siondoki, kwani sikuwetu yote? Unajua kodi ya hapa? Wewe unadhani hizo hela za uhudumu wa mgawa zinatosha kuishi mimi na wewe tunavyoishi? Kila siku unakupa hela ukiwa na shida, unadhani nazitolea wapi? Mimi sina nauli. Kama unataka niondoke, nipe nauli na hela ya kula. Mjinga mkubwa wewe, unachowaza ni pesa tu. Una muda wa kuwaza matatizo unaosababishia wenzio. Sasa ngoja nikuchukulie hiyo hela, na iwe mara ya kwanza na ya mwisho kukuona hapa. kuna nini mpenzi? mbona kelele zimekuwa nyingi huko nje? Ah, wala usijali, jana nilimwomba jirani yangu anilipie umeme kisha nikamwahidi nitamrejeshea jioni nikirudi, sasa nikasahau, na ndo hayo makelele unayoyasikia. Yaani hizo kelele zote kisa ni hela ya umeme. Kweli bebi, si unajua, tunatofautiana kwenye swala la uvumilivu. Kwani hiyo hela yenyewe ni shingapi? elfu ishirini tu. Elfu ishirini ndo mtu anatuletea zogo asubuhi yote hii? Hebu chukua hiyo hela kwenye mfuko wa suruali umpe. Sawa bebi, asante. Na nisikuone hapa kwangu tena. Nitarudi tu, si kwangu? Nenda zako huko Pole kwa kilichotokea mpenzi, sasa unaweza kuendelea kulala. Siwezi kuendelea tena kulala, usingizi umeshakata. Unajua, mtu mwingine akiniona hivi narudishwa na, na gari ananiona nina pesa, kwa hiyo anafanya kama kunikomoa, na wakati mwenzake nilisahau tu tatizo. Na wewe unaishi uswahilini sana. Ndiyo ninakomudu gharama ungekaa maeneo kama kule Kiembe Samaki au kuna mitaa mingine ya maana kama pale Ubalozi, ambayo ni tofauti kabisa na huu mtaa wenu. Yaani hii nyumba ina makelele kama chekechea. Sasa mpenzi wangu, ulitaka niende nikakae huko, gharama hizo ningeziwezaje? Au ulitaka mimi niende bwawani? Bwawani tena tumeambiwa ni sehemu ya kwenda kama mtu una shida ndogondogo za pesa ya haraka, lakini kinachofuata ni siri. Siku ukitaka kwenda niambie, niachie ngazi. Usiwaze chai, twende tukanywe nje. Nimebakiza muda mchache sana wa kukaa Zanzibar, hivyo ni vyema tukautumia vizuri nje kuliko kushinda ndani. Nikuandalie maji ya kuoga sasa? Hapana, twende tukaoge mbele ya safari hilo bafu lako, mimi kukisha pambazuka, siliwezi tena. Mwenzio siwezi kutoka bila kuoga, kwa hiyo naomba unisubiri. Basi ngoja mimi nikuache, nitakufuata baadaye. Ya kweli hayo, usije kuniacha solemba kwenye njia panda. Siwezi fanya hivyo, ondoa shaka, mpenzi wangu. Usichelewe basi kuja kunifata, si unajua natakiwa kwenda kazini jioni. Omba ruhusa. Leo tunaenda mbali kidogo. Mbali wapi uko? We usitake kujua ni wapi, ila nakuhakikishia utafurahi. Ndiyo, Mama Cheichei, nakuja.